Nataka nikwambieni kwamba mimi ndio nitakuwa champion wa utekelezaji. Sasa hivi tuna tatizo kubwa la urasimu, tuna tatizo kubwa la kiutendaji, tuna tatizo kubwa la kuchelewesha watu kufanya biashara zao haraka. Sasa nadhani niseme tu kwamba kwa pamoja tutasimamia haya, tuhakikishe kwamba vikwazo vyote ambavyo vinasababisha biashara zisiende haraka au ku kuwa na urasimu mwingi tutaviondoa. Kwa maana ya waziri amezungumzia masuala ya sera ndo haya, kuna masuala ya sheria, kuna masuala ya kitaasisi, lakini moja ambalo halikusemwa ni kuna swala la utendaji wa watu. Sehemu kubwa ya matatizo yetu ni utendaji wa watu. Kwa hivyo, mimi ningependa wakati wa utekelezaji wa haya basi, wale wote ambao mnawaona kwamba ni vikwazo katika utekelezaji nipate habari zao, ili tuweze kufanya kazi moja tu ya kuondoa vikwazo vyote, ikiwemo watendaji ambao aidha kwa mazoea au kwa makusudi wanaamua kuwa wao ndio vikwazo ya ufanyaji wa ufanisi katika ufanyaji wa biashara. Natambua kwamba ili kuweza kuitekeleza sera ya biashara ya mwaka 2024 na tathmini ya mazingira ya biashara ni lazima kila mdau apate fursa ya kuvisoma vitabu hivi ili kwa nafasi yake aweze kutimiza wajibu wake vipasavyo. Kupitia hadhara hii, napenda niwahakikishie kwamba sera na ripoti hii Ilipita serikalini na sisi tulipata fursa ya kuisoma na kuiidhinisha. Hivyo basi kwa upande wetu kama serikali, tutajitahidi kuyatekeleza na kuyasimamia yale yote yanayohusu upande wa sekta ya umma. Pia ni waombe wadau kutoka sekta binafsi na washirika wa maendeleo tuendelee kushirikiana katika hatua zote za utekelezaji wa sera hii na kutekeleza mikakati maalum ya ukuzaji wa biashara kwa lengo la kukuza biashara hapa nchini. Naamini ikiwa kila mmoja wetu atatekeleza ipasavyo wajibu wake kwenye sera hii tunayoizindua lakini pia kwenye tathmini hii tunayoifanya basi tutafikia malengo haya. Na umuhimu mheshimiwa, wa nyaraka hizi ambazo utazizindua leo wewe hapa sio mapungufu yanayoainishwa kwenye nyaraka hizi. Bali umuhimu wake ni faida kubwa zitakazopatikana kwa nchi yetu iwapo kila mmoja atatekeleza wajibu wake ipasavyo. Tuna advantage kubwa. Na mheshimiwa rais, niseme wazi, tunapozindua na tunapoianza safari hii, mtaji mkubwa tunaoanza nao katika utekelezaji wa sera na tathmini hii ni utashi wako wa kisiasa uliokuwa nao, mheshimiwa rais. Huu ndio mtaji mkubwa. Nasema hivyo kwa sababu wewe umekuwa tayari na kuagiza kufanyika kila hatua ambayo itarahisisha ufanyaji wa biashara na uwekezaji katika viwanda. Kwa hiyo kwa kuwa wewe mheshimiwa umekuwa tayari, wewe Mheshimiwa rais umekuwa tayari na utayari wako tumeushuhudia, basi kwa wengine wote ndani ya serikali isiwe jambo la hiari tena, iwe ni lazima kutekeleza maelekezo, mapendekezo na mikakati iliyowekwa ndani ya sera hii, lakini ya hii, hii lakini ndani ya tathmini hii, hii tathmini Mheshimiwa Rais wakati inafanyika, na mara nyingi nimekuwa ninapozungumza na watendaji, na hata wakati Mheshimiwa tunalijadili hili kwenye vikao vya serikali, nimesema hii tathmini ni diagnosis report. Wale madaktari wananielewa, lakini ni, ni, ni kama ripoti ya maradhi. Tathmini hii imekuja kuonyesha wapi tuna udhaifu katika landscape yetu ya biashara, wapi panahitajika kufanya reform. Kwa hiyo si swala tena la kujiuliza tufanye nini. Leo hii tunapofanya uzinduzi wa sera hii muhimu sana hapa Zanzibar, tufahamu tukifungua hiyo vizuri, tuna soko kubwa ambao liko mbele yetu, 1.4 billion people, soko la Afrika, ambao nimemwona ndugu yangu Mali akizungumzia katika clip yake pale video, lakini soko la SADC vile vile sisi members zaidi ya watu milioni 450, yote ni fursa kubwa. Kwa hiyo tufahamu kwamba hili linalofanyika hapa lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba nchi yetu inasonga mbele kwa amani na utulivu. Mwisho